Mpenzi mtazamaji subscriber, karibu tena kwa hii ki channel ya The One Man Army Tv. Ukraine ilimerusha makombora aina ya drones katika kwa miji mbalimbali kule nchini Urusi. Miji iliyolengwa ni Moscow, mji mkuu wa Urusi, na sehemu mbalimbali Ukraine imesema inafanya hivyo ili kuzuia, kuwatahadharisha viongozi kadhaa waliotuma azma ya kuhudhuria sherehe ya gwaride ya ushindi ya Sovieti dhidi ya Ujerumani wakati ule. Hmm? Vilevile, hiyo hiyo sherehe ya gwaride inapangwa ku-, kusherekelea ushindi wa Urusi dhidi ya Ukraine umenipata. Vile vile hiyo siku imepangwa na Urusi kuweka zana za kivita zile ambazo kwamba zilitekwa wakati vita hivi ambayo vinaendelea sasa, wataweka hizo zana za kivita ambao kwamba zimechukuliwa zilikusanywa, eh, <laughs> na urusi hizo eh, zitawekwa kama museum, maonyesho ya kwamba Urusi inasema kwamba ni kuonyesha kwamba nchi hiyo si mchezo kwa hivyo viongozi kadhaa wa ulimwengu wamesema watahudhuria marafiki, wa, marafiki wa, wa Urusi. Kwa hivyo kurusha makombora ya drones ni kuwatahadharisha hao viongozi. Zelenski ametishia kuishambaratisha hiyo sherehe ambayo kwamba kwa itafanyika siku ya Ijumaa. Urusi imeionya Ukraine, imesema iwapo Ukraine itaisambaratisha ama itaharibi hiyo sherehe, basi hakuta kuwepo na Ukraine, hakuto kuwepo na Ukraine. Kwa hivyo wasi thubutu. Menielewa? Kwa hiyo hayo yakiendelea, nchi kadhaa ulimwenguni wanajaribu kutafuta njia ya kumaliza hiyo vita ili amani ikuwepo, lakini sasa bado jitihada za kutafuta amani imeshind, imeshindikana ya, kila jitihada zikitafutwa eh, vita vinaendelea ama mazungumzo yanavunjika, huku inchi hizi mbili zikilaumiana. Ukraine inalaumu rusha kwa kuvunja mkataba na Urusi pia nayo inalaumu Ukraine kwa kuvunja mkataba. Sasa vita bado zinaendelea kupamba moto, wacha tuone itakuwaje. Bwaga komenti yako hapo. Mimi ni The One Man Army Tv, narudi tena.